Wananchi wametakiwa kutokubali kurubuniwa kwa fedha kuingia katika vitendo vya uvunjifu wa amani ambavyo vitalitia doa taifa katika mchakato kuelekea uchaguzi mkuu. Katibu wa CCM mkoa wa Iringa, Hassan Mtenga, amewaasa pia wanasiasa kutumia lugha za staha wa wapo jukwani. Oliver Moto ana undani wa taarifa hiyo. Na kamanda wa vijana, nendeni, mwarudishe vijana wa CCM waliokuwepo kwenye vurugu. Ni katika uwanja wa wazi wa Mwembetogwa mjini Iringa, uwanja ambao mikutano mbalimbali hufanyika ile ya kisiasa na hata ya kiroho. Katika mkutano huu, mara hali ya utulivu inatoweka baada ya kuibuka kwa vurugu ambayo inasababisha mkutano huu wa Chama cha Mapinduzi usimame kwa muda. Tunaomba afande, tunaomba mtuachie, tumewachoka hao Katibu wa CCM mkoa wa Iringa, Hasani Mtenga, anaona jambo hilo siyo la kiungwana, kwani linaweza kuitowesha amani. vijana wa CCM murudi. Akikemea hali hiyo, Mtenga anawataka vijana kuacha kutumika vibaya kwa uchu wa fedha, na kuwa kuna haja katika masuala ya kisiasa, busara na upendo vikapewa kipaumbele ili kuendeleza tunu ya amani ambayo inatajwa kuwa ndio asili ya Mtanzania. nasidalaa tu wambieni wananchi, mikutano mikutano ya wenzetu, hamuoni mwanasiasa anaenda kufanya vurugu hata sikuoa. Baada ya vurugu kuisha, mkutano unaendelea na hapa Mtenga anamtaka meya wa manispaa ya Iringa Amani Mwamwindi kutoa taarifa ya maendeleo. mstaiki leo njoo kwa bajeti ya sasa ukichukua bajeti na ya sasa 14 15, ni bilioni 3.8. Mapato ya ndani ya halmashauri yalikuwa ni milioni 480. Hata hivyo, mwamko wa kisiasa unadaiwa kuongezeka katika kipindi hiki cha mwaka wa uchaguzi mkuu nchini Tanzania, uchaguzi wa kuwapata madiwani wa bunge na rais huku vyama vya siasa zaidi ya kumi vikihusika katika mchakato huu wa kuwania uongozi. Oliva Moto, Star TV, Iringa.